Aya, dada, dada mimi nakupa nafasi hii wewe ndio mtambulishe kwa watu. Kaka Charles habari za jioni? Mimi niko vizuri, mambo vipi? Poa sana. Karibu kwenye Tanzania ni mimi. So kama unavyoona tuko wadau mbalimbali wa amani nchini hapa unaochona ni vijana ambao mm, tulikuwa kwenye platform ya kataa maandamano. Yeah. Lakini yeah, moving forward tuko tume produce platform mpya ya Tanzania ni mimi, ambayo sasa tunakutana kama vijana kufundishana, kuelekezana, lakini pia kujaribu kutengeneza platform imara, ambayo vijana wanaweza wakatoa vitu gani ambavyo wanadhani serikali inapaswa kuvishughulikia kabla mambo hayajafikia kule ambako tulikuwa tarehe 29 Oktoba. So tunakukaribisha ili uweze kufanya uchambuzi na kufanya presentation juu ya jenzi wa Kitanzania walivyo na situation ya ilivyoanza kuanzia 29 Oktoba mpaka leo, unaona ni vitu gani vijana tulishiriki kuviharibu? Nini serikali ilipaswa kufanya mapema ili kuzuia hali kama hiyo. Moving on forward, serikali inapaswa kufanya nini ili hiyo hali isijirudie, and chochote kile kingine kitakachokupendeza. Karibu sana. mm -hmm. Asante. Mimi nafurahi kwanza, e, kwa nyie kuandaa mjadala huu kwa sababu ujana ni, ni tunu moja kubwa sana ambayo ukiwa umebarikiwa nayo panakuwa panahitajika umakini mkubwa sana kwenye kuitunza ili baadaye iweze kukutunza katika umri wa baadaye. Sasa kiufupi ki, ki kwa sababu nadhani mmekuwa na mjadala mrefu, na bahati mbaya sana sikuwa nimeufuatilia, nilikuwa nipo njiani Asa... kwa hiyo uh, moja, mimi nikuwa nataka niseme kwamba madai mengi ambayo yanaelezwa kwamba ndio chanzo cha vurugu za Oktoba ishirini na tisa na yote yaliyojiri ni madai ya, ya muda mrefu ambayo yamekuwepo. Watu wanazungumzia zaidi mazingira ya kisiasa hapa nchini kwamba yana, yana wanyima fursa e, wale ambao wapo nje ya chama kilichopo madarakani kufanya siasa kwenye mazingira ambayo wanaweza kupata e, ushindi na tumekuepo na ripoti mbalimbali kutoka mwaka elfu moja mia tisa tisini na moja wakati tunaanzisha mfumo wa vyama vingi hapa Tanzania. E, tumekuepo na mabadiliko tofauti tofauti yanayofanywa ya kikatiba na ya kisheria ili kujaribu kuboresha mazingira ya siasa za nchi yaende kule ambako e, watu wanatamani, baadhi ya watu, kwa sababu unajua demokrasia jinsi ilivyo inaruhusu uhuru wa mawazo tofauti tofauti kwa hiyo kuna, kuna kuwa na mawazo yaliyo tofauti, na ikitokea hoja zikawa nzito sana mawazo yanaangukia ya kwenye makundi mawili, lakini pakiwa pana hoja siyo nzito sana mawazo yanakuwepo kwenye makundi tofauti. Kwa hiyo kutoka zama za 1991 wakati ule tume ya jaji Nyalali kuna mapendekezo ilitoa kwamba ili tuingie kwenye mfumo wa vyama vingi kuna aina ya sheria ambazo inabidi zibadilishwe na sheria hizo zimekuwa zikibadilishwa tulipoingia kwenye uchaguzi wa kwanza wa 94 na uchaguzi wa wa, wa, wa tisini na tano, e, kulikuwa kuna aina ya sheria zilizokuwepo zimekuwa zikibadilishwa wakati baada ya wakati mpaka tumefanya uchaguzi huu uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na tano maanake tunazungumza uchaguzi wa tisini na tano, elfu mbili, elfu mbili na tano, elfu mbili na kumi, kumi na tano, ishirini, ishirini na tano, tukiwa tunaenda uchaguzi wa wa saba. Kwa tumekuwa wazoefu na uchaguzi wa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano ndio uchaguzi pekee ambao umefanyika huku ukiwa una mabadiliko ya sheria. Sheria tatu zilizofanyiwa mabadiliko mwaka elfu mbili na ishirini na nne kwa hiyo ingekuwa hoja ni mabadiliko ya kisheria kwamba yafanyike, basi tungesema uchaguzi huu pengine ndo ulikuwa una mazingira rafiki zaidi, kwa sababu ulikuwa umefanyika ukiwa umetoka kwenye mabadiliko ya sheria. Yaani tumefanya mabadiliko ya sheria tatu zinazohusu mambo ya uchaguzi mwaka jana, mwaka elfu mbili na ishirini na nne, Januari pale Februari. E, mabadiliko ya sheria yalifanyika, sheria ya uchaguzi wa, wa uraisi, ubunge na madiwani, sheria ya, ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi eh, na zinginezo zote zimebadilishwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne na zimebadilishwa baada ya kuundwa kwa kikosi kazi kilichozunguka kukusanya maoni ya wadau, kilichokusanya maoni wadau mbalimbali, waliitwa mezani, wakatoa mawazo yao, wanataka mazingira ya uchaguzi yawe vipi, na hicho kikosi kazi kwenye mapendekezo yake, baadhi ya ayo mapendekezo ndo yalichukuliwa yakaenda kuingizwa kwenye E, sheria hizo tulizobadili mwaka jana nikisema tulizobadili na maanisha kama taifa. E, make wabunge ndio alienda kuzibadili. Sasa ukiangalia, maoni ya kikosikazi yalichukuliwa baadhi yakaingizwa kwenye hizo sheria, lakini wakati huo huo Chadema, chama kikuu cha upinzani kilikuwa kwenye majadiliano na serikali, nafikiri upande wa serikali e, na Chama cha Mapinduzi ujumbe wao ulikuwa unaongozwa zaidi na makamu mwenyekiti wakati ule, uh, ndugu Abdurahman Kinana na alikuwa na timu kubwa ya watendaji wa serikali na wengineo, walikuwa wanaenda kwenye majadiliano. Upande wa Chadema ukiongozwa na Freeman Mbowe na wajumbe wengine wa, wa, wa juu kabisa wa Chadema kina John Heche na kina John Mnyika na wengineo walikuwa kwenye hayo majadiliano kwa muda mrefu. Nadhani wamefanya majadiliano kwa karibu miezi tisa, na wao Chadema wakiwa wana mambo wanayopendekeza, kwa sababu Chadema walikataa kuingia kwenye kikosi kazi e, kuwa sehemu ya kile kikosi kazi, walikuwa wana, wanaona kama wajumbe walio wengi. Wenyewe Chadema wamekuwa na mashaka na wingi wa vyama vya upinzani, wanaona kama vyama vingi vya upinzani vilivyopo E, sio wapinzani halisi. Kwa hiyo wamekuwa wakiitwa kwenye vikao ili wakae, vya vyama vya siasa, wanaona kwamba sisi kama ni kujadiliana tukae sisi na CCM tuzungumze, tusiongezewe ADC tusiongezewe SAU tusiongezewe watu wana, wa, wa, wa, wa vyama vingine hawa NCCR mageuzi NLD na wengineo wao wanaona kama ni vyama wasindikizaji. Kwa hiyo hawakuingia kwenye kikosi kazi, wakawa kwenye majadiliano separately na serikali pamoja na Chama cha Mapinduzi. Na kule kwenye majadiliano yao na wenyewe kuna mambo yalipendekeza ambayo wanaona yanatakiwa, yabadilishwe, baadhi yaliingia kwenye sheria, baadhi hayakuingia. Sasa na nadhani mimi eh, shida kubwa ilianzia wapi kwenye uchaguzi wa Novemba 2024 wa serikali za vijiji, mitaa na vitongoji ulipokuwa unafanyika ule uchaguzi, e, Chadema walikuwa na matumaini ya juu sana kwamba baada ya e, hali ngumu ya kisiasa waliopitia 2019 na 2020 na, na baada ya vikao vingi vya e, maridhiano hapo katikati na mabadiliko kidogo ya sheria waliamini Novemba elfu mbili na ishirini na nne pangekuwa pana, pana uchaguzi ambao ni nafuu zaidi kwao kwa maana kwamba wangefanya vizuri kwenye huo uchaguzi. Sasa mchakato ule ulipoanza wenyewe walikuwa wana malalamiko mengi ambayo wanaona wagombea wao wameenguliwa. Of course ukifuatilia kwa kina unagundua baadhi walikuwa wanaenguliwa kwa sababu zenye mashiko, baadhi sababu hazina mashiko. Kwa mfano, kumekuwa kuna udhaifu kwenye vyama vya upinzani, udhaifu mdogo mdogo tu. Kwa mfano, e, watu wanajaza form za, za, za kugombea lakini hawezi kuandika kwamba chama chake ni Civic United Front kwa maana ya kaf kwa hiyo ataandika ule ufupisho kwamba, ili ajaze jina la chama anajaza kaf, ili ajaze jina la chama chake anajaza NCCR Mageuzi, ajaze ile National Congress for Convention and Constitution whatever, anaona lile ni, ni gumu, kwa sababu kio, unazungumzia uchaguzi wa vijiji mitaa na vitongoji, unazungumza wagombea wanatoka vijijini, wengine wanatoka kwenye vitongoji, wale wanaojua tu kusoma na kuandika na vyama vya upinzani vingi vinakuwa havina usimamizi mzuri wa jinsi ambavyo wagombea wao watajaza fomu vizuri na kukaguliwa na maafisa wa juu wa chama au wanasheria wao ili warudishe zile fomu zikiwa zimekaa vizuri. Kwa hiyo e, upande wa CCM una take advantage hiyo, ukiona kuna udhaifu kwenye udhaifu mdogo mdogo kwenye vyama vya upinzani, unaweza kuweka mapingamizi, labda mtu amekosea kuandika jina la chama, anasema hiki chama ameandika ni Chadema, lakini chama chao kiko registered kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo, mabano ndio Chadema kama e, short form. Kwa hiyo akiandika tu Chadema bila kuweka Chama cha Demokrasia na Maendeleo, wanaweza kuweka mapingamizi. Baadhi ya wa wagombea wa CCM na wasimamizi wa uchaguzi e, baadhi wana, wanasema ni sawa, ni kweli Jina lilokuja hapa ni ADC badala ya kuandikwa sijui Alliance for Democratic Change. kwa hiyo wakiwaengua, sasa malalamiko yanakuja kwamba wagombea wetu wengi wameenguliwa, wagombea wetu wengi wamenyimwa fursa ya kugombea. By the way, kabla ya uchaguzi kufanyika, Chadema wagombea waliokuwa wamesimamisha ilikuwa ni asilimia themanini na tatu tu ya vijiji, mitaa na vitongoji. Tukizungumza hivi vijiji vyote vya Tanzania e, mitaa yote na vitongoji, vitongoji elfu sitini na nne vijiji nadhani tunavyo elfu kumi na mbili na mitaa e, karibu elfu nne ukijumlisha yote, huko wenyewe kabla hata ya kuenguliwa au kabla ya kurudisha fomu walifanikiwa kusimamisha wagombea katika maeneo kwa asilimia themanini na tatu. Hiyo inakueleza kwamba wenyewe walikuwa tayari kwenye asilimia kumi na saba ya maeneo Tanzania, wamekosa kabisa wagombea, yani hawana wagombea hawana e, mizizi hawana mtandao wa chama hata wakupata mwanachama mmoja wakusimamisha wagombea kwa. Hata kabla ya mchakato ilikuwa tayari asilimia kumi na saba ya sehemu za Tanzania wamekosa wagombea wa kusimamisha. Walivyoenda kwenye mchakato wa kurudisha e, fomu ikaonekana wamebakiwa na wagombea asilimia kama thelathini na saba hivi, asilimia hamsini ya wagombea wao wakawa kama wameenguliwa. Walikuwa na themanini na tatu alafu baada ya kurudisha fomu ikaonekana kama wameenguliwa ko pale, wakawa na e, malalamiko mengi ya kuonewa na kadhalika. Of course sasa kwa sababu unajua kama vitongoji elfu sitini na nne watu wakiwepo wagombea labda elfu arobaini alafu wagombea elfu ishirini na nne wameenguliwa, ni ngumu sana kujiridhisha yale malalamiko yanakuwa ni genuine kwamba wameonewa kote au ni yale makosa madogo madogo ambayo amefanyika, alafu CCM wakatekiwa advantage kwamba kuna makosa madogo madogo hawa wamefanya kwenye ujazaji wa fomu tuwawekee pingamizi, sababu ni matakwa ya kisheria kwamba wagombea wa vyama wanaruhusiwa kuweka pingamizi dhidi ya wagombea wenzao ambao wanaona wamekosea kujaza fomu au wakidhi matakwa ya kisheria. Sasa baada ya kuenguliwa kwao, ndipo wakawa na malalamiko mengi, na baada ya uchaguzi kufanyika, ikaonekana kwamba wamefanikiwa kushinda vijiji na mitaa na vitongoji, jumla mia moja tu na ACT e Wazalendo nafikiri wakafatia wakiwa na vijiji wa mitaa na vitongoji kumi na moja. Alafu kafu wakawa na kumi wengine kama Chauma ikawa tu ina mtaa mmoja ambayo ilishinda pale Mbeya. Sasa so from that, baada ya hayo matokeo, Chadema kama chama kikuu cha upinzani, kwa sababu hayo yakawa ni matokeo ambayo hayajawafurahisha na ni matokeo ambayo hawakuwa wameyatarajia ndipo wakaingia na hilo vuguvugu la vikao vyao kwamba wafanye nini ili uko mbele waweze kushiriki uchaguzi kwenye namna ambao wanaona mazingira yako sawa, na ndipo hii ajenda yao ya no reform, no election ilipoanzia na kuzaliwa. Baadaye ikawa kama ni, ni, imejadiliwa kwenye vikao vya kamati kuu, baraza kuu lao na baadaye mkutano mkuu na ikaonekana kama ni msimamo sasa wa chama hicho. Na ulipofanyika uchaguzi mwishoni mwa mwezi Januari na kuja kwa safu mpya ya Tundu Lissu na John Heche, ule msimamo ukashikiliwa kwa nguvu zaidi kwamba no no reform no election, ambayo wanahabari mara nyingi tulipokuwa tukiwauliza inatekelezwaje, kwa sababu no no reform no election, kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi sasa tukawa tukiwauliza mara nyingi, kwamba ukisema hakuna uchaguzi mna maana gani? Kwa sababu ratiba ya